Value for money inapatikana pale mradi utakapokuwa uh, umefikia lengo lile. Maana ilikuwa nia si kujenga bwawa tu, nia ni kwamba mashamba yale yamwagiliwe na mazao yaongezeke. Na kwa vile watu wa wizara ya Kilimo wako hapa, tuendelee tu kukumbushana kwamba hao ndugu zetu watakapoendelea kulima watapata mazao mengi sana, sijui tumewapangia utaratibu gani wakuwapatia masoko ya mazao yao, hilo ni jambo ambalo lazima tangu mwanzo tuliangalie. Maana mheshimiwa DC, tumeshaona ambapo wakulima wetu wanateseka sana, wakati ana mazao mengi mnaambiwa bei imeshuka. Sasa angalia yeye, jasho lake atapata nafuu lini kama mazao mengi lakini bei ishuke? Kwa hiyo anakuwa kila wakati anakuwa hali yake haimariki kwa vile value for money tutaipima, uh, yani thamani ya fedha tutaipima huko mwishoni. Niseme mpaka sasa hivi kwa kweli kazi, mimi naiona ni kazi nzuri mmeifanya, na kwa vile tuna mainjinia hapa, naamini kwamba hii kazi, kwa vile ni investment kubwa, naamini pia matunda yake ya muda mrefu yataweza kufikisha taifa letu kwa hatua nzuri zaidi kiuchumi na Dodoma imekuwa ni sehemu ambayo imekuwa na ukame sana. Kwa hiyo naamini pamoja na hayo mtahamasisha kuweka vimisitu kama kule kwetu Pareni na huko kwetu kwa Hangaza Ngara huko na Bukoba yote sie tuna miti ya kutosha. Tusikumbuke tu kulima mahindi afu tukasahau kuweka miti ya kila aina miti ya matunda, miti ya mbao, miti ya nini ili pia tubreki ile upepo mkali unaopita katika maeneo yetu haya ya Dodoma na mimi macho yangu yanaona kwa sababu wakati wa utoto nilikula sana mawese, sina haja ya kuvaa mawani. Awe mmejenga kwa udongo ambao unakubalika kihandisi, lakini naipongeza tume. Hata wakati nauliza yale maswali yangu madogo madogo, unamwona injinia anasimama anakujibu kitu ambacho ni cha kitaalamu. Hongereni sana. Kwa hiyo tume imeimarishwa mkienda namna hii na, bila kuminyana minyana, mtafanya vitu ambavyo ni bora sana. Ongereni sana kwa hii kazi. Kwa hiyo nipongeze sana wizara, lakini pamoja na kwa hii kazi, Mheshimiwa mwenyekiti, mradi huu umepata changamoto kubwa mbili ambazo hizi ningezizungumza kiuhalisia. Ya kwanza ni mvua, ni mvua nyingi. Kuna muda mrefu tulisimama kutekeleza mradi na ndio maana umeona hapo kwamba muda wa mradi ambao tulikuwa tumetarajia umeweza kusogezwa mbele kwa sababu hiyo. Lakini ya pili, katika kuboresha mradi, kuna vitu vichache ambavyo ilibidi tuvibadilishe ili kufanya mradi huu uendelevu na uweze kutumika muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, maji haya ambayo yatakusanywa hapa yatawanufaisha watu wa Membe na wale ambao ni zaidi ya Membe. Ni maji mengi na tuna uhakika kwamba wataweza kulima zaidi ya mara mbili katika mwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inatekeleza miradi mingi sana. Leo umekuja kutembelea mmoja mmojawapo mabwawa kwenye awamu ya kwanza ishirini ishirini na mbili yalikuwa mabwawa kumi na nne. Mabwawa yote yana wakandarasi hapa tunavyozungumza, na ukichukua kwa asilimia mabwawa kumi na nne ambayo tulianza nayo yako zaidi ya asilimia sitini sabini ya utekelezaji wake. Ni matarajio yetu mwaka huu ambao kidogo mvua zimepungua, tutaenda kuyakamilisha mabwawa hayo na thamani ya fedha ambayo imewekezwa na serikali